Habari uh, za sahi wa ndugu, mpo vizuri? Hii ni kondi yetu ya YouTube ya kutoa mashauri. Mimi naitwa Jima Lumumba, mshauri kutoka Congo DRC. Tunakusii sana ujabone kwa kondi yetu hii, ulike na ukomande na upartage kwa mtu mwingine. Tunakuhitaji sana usubscribe, ulike na ushee video hii kwa mtu mwingine, pia usisahau kukomenti. Hii hamasa yetu ya leo ama motivasi yetu ya leo inaongea juu ya kuhusu biashara. Tutasoma hii maandiko ambayo Lumumba mshauri aliandika hapa kwenye karatasi, namna gani unapaswa fanya komerse. Kitu ya kwanza ujue kusimamia biashara yako yako au kujere komerse yako. Kitu ya kwanza kama uko mtu mgeni mwenye unapenda uanze commerce, unataka ufungule butike ama duka, unataka uanzishe kazi ya biashara, lazima uulize wale watu ambao wameshafanya biashara kusudi wa kuongoze na ujue kusimamia commerce yako mtu. Hmm, njo mwenye nasimamiaka komerse yake kama unataka anja duka au kama unataka anja kazi ya commerce, usiangaje mtu mwingine. Jo wengine wanafaka commerce, tunaona, tumeona wengi yeye iko na nia ya kufanya commerce, lakini kukuwa na nia ya kufanya commerce, anaona ke hana courage na juhudi ya kufanya nini, ya kufanya commerce hasa. Unaona mtu anaenda faa nini, anaangaje mtu wakufanya nini, wakukua ndani ya butike yake yenye ashafungula. Hakuna muzishia, hakuna mfanyizia, namfanyizia jerasi. Ujue ke duka, ukitaka ufungule duka, ilifale we mwenye. We mwenye makuta ulitoa makuta yako juu kusudi ufungule we mwenye, ulikuwa na mawazo ya kusema ke ilifale ufungule butike we ndio utapasha jere ile kazi yako wewe ndiye utakayesimamia biashara yako, kama unahitaji kufanya nini kuendelea kwenye biashara umenielewa? Kama uko mgeni mwenye unataka ingia mcommerce, we peke peke, njo uanzishe commerce na ukuwe ndani ya ile commerce yako. Jue njo unajua nini sufras ya makuta yako, kwenye uliitosha kwenye uliitosha franga yako, kusudi ufanye nini ufanye biashara ilfalewa, peke peke, njo unajere kazi yako ya commerce. Nadhani umenisikia kwile parti ya kwanza. Tunaenda kuparti ya pili. Tutasoma Jima Lumumba mshauri aliandika tena, usisahau ya kwamba warafiki wabaya wanapaswa acha, duka yako inahomba. Usijiunge na marafiki wenye watakushawishi ovyo, kusudi uhombe, juu lengo kubwa ya warafiki wabaya, kazi yao ni kukuangusha. Hmm? Malengo kubwa ya warafiki wabaya kazi yao kubwa ni kukuangusha, ni kukufanya uhombe. Warafiki wabaya ao wanapendaka tu wakuangusha. Wanatumiaka akili na matekniki za kufanya nini? za kukuangusha. Jua, kishona kewe, hauna ide, hauna kuraji ya kufanya commerce. Au peke, na ya kufanya peke na matekniki zabo wanakuongoza uvyovyo, wanakushauria uvyovyo, kutumikisha franga ovyo, kusudi ufaye nini, uhombe tunaendelea mm. Warafiki wabaya ya kazi yao kubwa ni kukuangusha tu. Sasa kama unapenda duka yako iendelee, weye ujiunge na wafanyabiashara wakubwa, wale njo waneza kusaidia kuendelea kwa mwisho, kuwa na kuraj mkazi yako. Ndugu yangu, kama unapenda ufanye komerse na kama unataka uendeleye, ukuwake mukomersa mukubwa sana siku moya, kya kwanza rafikiana na barafiki venye ni bakomersa venye bashakwa na mushimamo ya komerse. Usi rafikiana na bale bakomersa venye abo komerse ilishaka bashinda juu ukikuwa okay, na ule mrafiki mwenye ye komerse shaka mshinda yata kuongoza mwile, meme tekniki yake nyali tumikishaka kusudi ye na evile afaye nini ahombe juku kwa mtu mwenye aliendaka mkomerse kinyume nyume, anenda mkomerse difera, tafauti na wengine, akahomba. Njo, na we kama, uko mtu mwenye na we unapenda ufanye komerse, mzuri. Ujiunge na wale wenye biko wa commerce wenye bashaka kwa na mushimamo konam, unakuwa na bauliza, mashauri batakuongoza waseme, mtu anafaka hivi hivi na hivi, kusudi ujere kazi yako ilifale, unatumia njia hii na hii. Lakini kama unapenda kazi yako isiendelee, ujunge na wale marafiki wenye wao wanapendaka kukushawishi ovyo ovyo, wenye watakwambia ah, mtu anataka niko nafurahia pesa zilikuwa zamani. Usifuatane na wale wa commerce wakubwa wenye washaka, endelea wewe mwenyewe kwa mwanzo. Hauwezi sikia shauri ya mzuri. Wewe mwenyewe kwa mwanzo unapenda usikie shauri ya kutumia pesa. Hapana. Wewe mwenyewe kumwanzo mwenyuko na kapitali yenyewe ya kidogo. Hawezi ukatumia pesa zako ovyo. Hmm? Hata kama wale wanande wanasemaka kwa terme ya wanande, ilifo unakuwa mkanga. Sasa uko kumwanzo ilifale ukwe mkanga. Juu kusudu faye nini uendelee? Juna wale watajiri wakubwa wale kwa waka wakanga kumwanzo yao na mpaka sasa bangali endelea kuwa wakanga kwa terme ya wanande. Yaani, kukuwa mtu ambaye hatoi pesa hovyo, kuwa mtu asiyetoa pesa zake hovyo, njo vile commerce wanaitumikaka. Usikuwe mtu wa kuchezea pesa hovyo, na usisikie shauri ya mtu akukwambia, eti o, ukipata pesa kuja, twende tusherehekee, tufurahi kidogo, tutoke, tutembee, twende kuma weekend, manini masorti. Commerce afake sorti ile, njo kidwenyiwe, ujue mutere mi abanande kuwa mukanga funga roho mukomersa, haiko mtu wa kujipatia raha. Mwenye iko kumwanzo ule, komersa mwenye anaanza kazi yake hivi kumwanzo, haiko mtu wa kujitia ndani ya vitu vya raha raha vya dunia. Ni mtu mwenye deja il fallo, unajipatia kurazi ya kutumika, unajitoa sana, unakuwa na juhudi, unajitoa sana, unasinyena, unavumilia paske kumwanzo ni krize, unakuwa ndani ya kukosa pesa kabisa, unakosa pesa kabisa wakati huko kumwanzo. Sasa elfalesa huko kumwanzo, unakuwa na moyo mgumu wa kuvumilia, njona utapataka vile nini, pesa. Sa wale wakomersa wakubwa, kama ninakudanganya, uulize wale wafanyabiashara wakubwa watakuelezea kwamba wao walitesekaka walisinyeke wakuwe hivi wafunge roho, wasichezee pesa ovyo, kusudi wafanye nini? Waendelee na unaona, leo wanaendelea na wewe. Ukikuwa na tabia mzuri ya kujere franga yako mzuri, ujue na wewe bia kekesh utakuwa mkomersa mkubwa, utakuwa na mshimamo na utakuwaka vile na mizizi, na hawezi hombaka juu. Wakomersa wenye hawezi homba tena ashakuwa na maduka karibu kumi, juu ya kutumikisha ide na kukuwa nini? Kukuwa mkangaa anafunga moyo hataki kutumia pesa zake hovyo hovyo. Sasa wewe unaanza kumwanza huko na kapitali ya sa dolari, unapenda ufanye surti, unapenda ufanye marara suta homba, hmm? Usifanyake usifanyake commerce na mchezo na usifanyake commerce na nini na raha, na usifanyake commerce kwa kuichanga na warafiki wabaya. Lazima commerce yako uichanganye na warafiki wa commerce wakubwa wenyewe, watakuongoza usiwaogope mfanya biashara hata awe mkubwa namna gani anaheshimiaka hata ule mkomersa mwenyeo na kapitali ya D dola, paske lengo kubwa ya mkomersa mkubwa ni kukuongoza we na we uendelee ufike munivo yake. Ili fale unamuuliza mashauri, atakwambia haweza akakuacha paske naye alianzaka mkidogo, alianzaka mkidogo juu naye kuepata vitu vikubwa. Sasa na wewe ili fale unamuuliza njia natakuongoza na wewe na utafikia kukuwa mkomersa mkubwa. Kuwa na kuraje mkazi yako, achana na raha za dunia kama wewe ni mfanyabiashara mwenye huko kumwanzo. Umenielewa eh? Mimi naitwa Jima Lumumba mshauri kutoka Congo DRC. Hii ni konde yetu ya YouTube, ujiabone usubscribe, ulike na ukomande, ucomment ushare hii video kwa mtu mwingine upartajee video kwa mtu mwingine, naye asikie. Ule mwenye anataka kuanza biashara, naye aelewe na afahamu vizuri. E, mimi sina la ziada, nawatakia siku nyingine njema.